Ni kuulize. Aba ni kuulize unamtaka shemeji yako au naye? Ana umeshala mimi ah. ah, na kwanza ninaingia ndio kwanza nimpokea mzangu shift. Hajapita mtu yoyote. Unasema? Mmenibia? Mmenibia? Eh? Jamani yeah, mimi kwanza ndio kwanza ninaingia na sidaona mtu yoyote yeah. yeah. kupita yeah. hapa mimi pamoja na silaha zangu zote, lakini nirudi, lakini nilivyokukuta nimekuta tayari kuna mwanamke mwingine tena mwanamke ambaye unasema hauonani naye <muchan> wala hauna mazungumzo naye

Tu na lakini tosha tukumbie kwamba mama yako mwendo umemaliza safari, imemshinda mwanangu, mm? Najua mama yenu aliwapenda sana, <coughs> lakini pia mke wangu alimpenda sana. <coughs> <coughs> Tumshukuru Mungu <muchu> Mungu amenipenda zaidi, ni bora mwite katika nyumba yake. Najua, lakini kusoma ukweli inauma, inauma sana. Najua kaka, inauma haina mfano, lakini tutafanyaje? Hatuna budi tujikaze Hmm, hasa wewe kaka angu, ukilia sana namna hii, umemfikiria Wini? atanyamazishwa na nani hmm? Naana, je, umemfikiria? Pige moyo konde kaka. Ndio hiyo kaka. Pole sana, ivyamwakonde hakuna namna sana. Sana. Mimi labda niseme tu kwamba ah, kazi ya Mungu huwa haina makosa. Na

Kweli mwanawake, watu wanasema bwana e, hey, mwenye mzimungu akitaka jambo liyo linakuwa, na akisema si alitokuwa as amechukua kituhu cha kwake, basi hatuna. Nashukuru sana. Mama yuko wapi? Yuko hapo chini. Nilitegemea ungekuwa naye pamoja na Piano Company. Maji shingo, ah. <coughs>

kuhusu kama unavyoona kijijini mm. kwetu tumekuta tatizo tatizo kubwa sana sasa. Ninachotaka kukuomba baki na huyu binti Wini, mbembeleze, sio unajua hali anayepitia sasa hizi. Naomba ubaki naye umbembeleze. Mimi ngoja niwahi kwa mwenyekiti, nikamwelekeze nikampe taarifa ya msiba, pamoja na majirani wengine, ili tufanye utaratibu wa kuja katika eneo husika. Sawa, kweli

jisikiaji mwamu kwako mm. <laughs> Dokta Mwenda, nitajisikiaje faraja? Wakati wenzetu amefiwa pamoja nakufiwa, lakini naelewa faraja fulani na mwau kwako, unavuka mpaka ma, sio hivyo? Unavuka mpaka na kulile tu, najisikiaje na kumwona mpenzi wako hivi Hatuna jambo lingine la kuongea maliza. Ili kwanza, kama hatuna jambo la kuongea, basi nirudishe nyumbani. Ni i ni nyumbani, naujaongea na mpenzi na, na, na wako. Ai dhuru, tafadhal, nirudishe nyumbani. <laughs> Ila unachokitafuta kitafuta utakipata. Mimi sina neno, sababu kama siku nyumbani, najua na kuna mtu anakuja wako, lakini wakati huo huwezi kupata mimba tena, manake mayai ya mshaao mshakuisha kwenye mwili wako. Maskini, ana anatia huruma kweli haya matatizo mpaka ya kufike wewe ndio unaelewa. na kwai hmm, la Kenya sema ajua nini tamasha jua, kifo ni safari, na sisi sote ni wasafiri wa hii safari, tuko nyuma yake. Kwa hiyo hata iweje, mama hawezi kurudi kwa, hata akisikitika, akiendelea kulia kwa uchungu, haitosaidia. Inabidi ajikaze tu kwa kipindi hiki kigumu. Nimeamini kweli kifo ni mtihani, tena ni mtihani mkubwa haswa. Uhum. Kifo ni mtihani na siri ya huu mtihani anayejua ni mtu aliyetunga mtihani huo pekee. Kwa hiyo hiyo hospitali itafungwa, sio? Kwa nini siifungwe? tunde msibani, kwenye msiba wa mke wa bosi Hivi Tamasha, una akili timamu kweli? Wewe una akili sawa sawa? Kwa hiyo hospitali ifungwe, wagonjwa walio kwa udini tuwatoe, tuwache nao wakafe, si ndio? Ina maana hakuna hofu jamani, kuna shida, iko wapi, hmm? Msiba ni weekend na weekend, wewe uko hofu sasa, unaunganisha, tatizo liko wapi Tamasha? Ila basi bwana, ila unajua nini Yani wangefanya huu msiba siku za kazi, alafu tukaunganisha ni ofu kawa ndefu mpaka hadi wikendi, we ha, wangekuwa wamecheza sana, kwa sababu yani tungerelaksi sana. Wafanya kazi kweli, nakwambia. Hu fikiria hiyo kufanya nini? Yani unakela ajibukujaji hata kidogo, msiba wa mwenzio ma, kama mama yako tu au mama yetu.

Mama mwendo ndo ameumaliza. Kikubwa kilichobaki ni kumuombea tu ili akawe na amani ya milele katika nyumba yake. Sawa. Na unakijua wewe, kitadumu na ndio necha, na ndio necha ya mwanadamu. Mama <coughs> haikuwa riziki yake, lakini baba bado yupo na nafasi ya kufanya mazuri kwa mzazi wako, Ole. Ole. Sawa, jamani itakukua. Asante sana. Ah. Sasa asanteni, itabidi leo tuende kijijini alafu turudi siku nyingine. Yeah, ni wazo zuri lakini kwanza tushirikie kuhifadhi mwili tujua na taratibu za hospitali zikoje madogo sana.

Ah, sawa, sawa. Kwa hiyo mwili mm, utahifadhiwa. Kiukweli sina hakika kwa sababu kama unavona, hospitali bado mpya kabisa. Sasa hata sisi kama wana chumba cha kuhifadhi mwili hapa sifahamu. Na hilo na inabidi kulifuatilia. Basi mm, sawa, nenda ukalifuatilie. Haya, asante. Haijalishi uko uko na nani kwa majira tofauti tofauti, kila mmoja ataondoka dunia hii kama ambavyo amepangiwa na Mungu wake. Kwa hiyo huu ulikuwa ni wakati wa mama umefika, na sisi tuko nyuma yake tunafuata. Jikaze. msiba ni watu zote. Na huyu alikuwa kama mama yetu mch Hofu yangu asije akapata, maana amelia kwa muda mrefu. Ni kweli lakini hata maliza sasa hivi. Nimekuja kujua taratibu za Sabuni ana madhumuni yangu ni kukimbia kule kijini kwenda kutayarisha taratibu zote za namna ya kuhifadhi mwili kwa kuhuzika baba. Ni kutoa wasiwasi hilo, mimi nitasimamia kwa kila kitu. Wewe nenda kikubwa, tufanye mawasiliano tuweze kupeana taarifa mbalimbali. Asante sana dokta, asante baba. Mungu akubariki sana. Poleni sana. Nakushukuru sana. Poleni sana. <laughs>

ni uongo mtupu, uwasherati na visasi vingi, useja ukahaba, yamenifika maji ya shingo, oh, majeshin